Eh, ahlan wa sahlan ni mpenzi mpendwa unanisikiliza ikiwa ni ya pili ya awamu. Singependa kukuacha katika hali ya sintofahamu, bali ningependa kukujuza ya kwamba sauti so tunaipata ni kijana mpenda heri, eh, kijana mahiri, mashuhuri mkariri wa mashairi, mwana Bakari Shakiri, ukipenda utamwita Rashid Mzanzibari. E, ikiwa bado tunaandamana na ma introduction, sina budi kukuleta hadi kwenye kichwa cha shairi, eh, kichwa kinachoamba kijana wa digitali. Nimekuja mbele yenu na shida tu itatue, nisikie rai zenu, na kazi tuzifanyie, ili janga langu lenu, lazima tu litatue, kijana wa digitali, wapia naelekea Ava, shanga shingoni na kikuku mguni, ona alivyo laini kama mdada wa pwani, tumuweke fungukeni, basi sebeni wetani, kijana wali kijani, wapia nae chipsi anapoka mezani kila marani, vijuisi hata haibu haoni, mbona hawi kama sisi? vijana wa digitali, wapi anaelekea? oweu, kijana gani, kwa nini haambiliki

unajitia kibavu wa kusumbua ujinga, basi kijana bihevu, usibaki kutangatanga. Kijana, kijana wa dijitali wa pinana.